Baba Askofu mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe anasikitika na kutangaza kifo cha baba yake mzazi Mzee Benjamin Yakobo Bagonza kilichotokea siku ya Jumanne tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2025 majira ya saa moja jioni katika hospitali ya Nyakahanga Karagwe alikokuwa akipatiwa matibabu tangu tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2025. Mazishi yatafanyika siku ya Jumamosi tarehe 27 mwezi wa tisa mwaka 2025 nyumbani kwake Irundu Nyakahanga Karagwe kuanzia saa tano kamili asubuhi. Habari ziwafikie mkuu wa kanisa la Kinjili la Kiruteri Tanzania Baba Askofu Daktari Alex Gehazi Malasusa, Baba askofu wote wa kanisa la Kinjili la Kiruteri Tanzania baba askofu, Ma, baba askofu wote Tanzania. Baba Askofu Almachius Vincent Royongeza wa jimbo Katoliki la Kayanga Baba Skofu Severini ni wemogizi wajimbo Katoliki la Lurenge Ngara, wajumbe wa Halmashauri kuu ya Kanisa la Kinjili la Kiruteli Tanzania Diocese ya Karagwe, wachungaji wote wa KKKT Diocese ya Karagwe, masista wote wa KKKT Diocese ya Karagwe, wa injilisti wote wa KKKT Diocese ya Karagwe, watendakazi wote wa KKKT Diocese ya Karagwe, ndugu jamaa na marafiki wote Popote pale walipo. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe.